Na watu wanne wamenusurika kifo kijijini Shirandala, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia baada ya mti mkubwa uliokuwa karibu na jumba walimokuwa wamejikingia mvua kung'oka na kuangukia jumba hilo. Mvua iliyokuwa ikiandamana na upepo mkali ilinyesha katika eneo hilo na kusababisha uharibifu mkubwa. Mti huo ulipandwa mwaka elfu moja mia kenda themani na mbili na kutokana na ukubwa wake, vyumba vyote tisa vya jumba hilo vimeathirika, hasara inayokadiriwa ikiwa zaidi ya shilingi milioni mbili. Serikali ya kaunti ya Busia imetoa tahadhari kwa wakazi kuhusu miti mirefu karibu na nyumba zao. Mvua iliendelea kunyesha juu yangu, nikajaribu nika kutoka nje, nilikuwa nimeshikwa nime na vitu na, uh, so na inje, nikasikia mama wawili na mtoto msichana, sasa wakaanza kupiga kelele wakiniita ceiling board pamoja na mawe pamoja na miti zilikuwa zi zimechanganya na mipira ndani ya, ya varanda hapo. Tukashindwa, tunaweza pitia wapi ndio tufike kwa nyumba, kwa maana nje ilikuwa miti imeanguka na mvua mingi. Nikang'ang'ana kuita, nikaita hakuna mtu mwenye anaitika, nikang'ang'ana kuita hakuna. Nikafika kwa hiyo geti ya mlango imefunguka, lakini vitu zote zimeangukia ndani. Sasa nikajua tu mzee amanguka akamekufia kwa nyumba ndani, ndio nikaanza kupiga nduru.